Angu, Matali, kwa majina yangu naitwa Dr. Dani Festo Matale, daktari bingwa mkuu uh, katika hospitali ya rufaa ya Bugando. Tunachofanyika hapa ni huduma ya matundu madogo ambayo tunatibu magoti pamoja na vifundo, na huduma hii imeletwa na shirika la Hope Ministries ambapo wamejitahidi kuifadhili hospitali ya Bugando kwa ajili ya kuanzisha huduma ya magoti pamoja na mguoi hospitali ya Bugando kwa kushirikiana na shirika la Hope Ministry wameleta wa huduma ambayo inahusiana na magoti na mguu kifundo, ambayo ni matibabu ambayo yanatumia huduma matundo madogo. Mwanzoni tulikuwa tunapasua magoti na mguu kifundo, lakini sasa hivi tunatumia huduma za kisasa ambazo zinatumia matundu madogo tu kuweza kutibu magoti pamoja na ah, inayofuraha kusema kwamba kwa upasuaji wa matundu eh, madogo wa kifundo cha mguu umefanyika Bugando, sisi ndio wa mara ya kwanza kufanya. ah, hata wenzetu walikuwa hawana uwezo wa kufanya kufanya, watu wengi wanaenda, na tumefanya hii kwa kushirikiana na kutoka nchini Marekani kwa ufadhili wa shirika linaloitwa Hope Ministry. Na Hope Ministry ni wadau wetu wa siku nyingi, tunao zaidi ya miaka ishirini, tumeshirikiana nao tumeshirikiana nao kwa mambo mbalimbali ikiwemo ufadhili, vifaa tiba na pengine na kusomesha madaktari wetu. Sasa wamekuja na wataalamu ambao wamebobea kwenye upasuaji wa matundu madogo kwenye haya maeneo ya magoti na maeneo ya kifundo cha miguu. Kwa hiyo sisi kama Bugando na Watanzania kwa ujumla tumenufaika kwa ujio wao, kwa maana ya kwamba madaktari wetu bingwa wamepata uzoefu, tumebadilishana uzoefu, uzoefu ambao wenyewe wame wenzetu wamebobea, wana vifaa bora ambavyo, kwa bahati pia, kutokana na mashirikiano yetu mazuri bora kati ya Bugando shirika hii lahupumosi wametuletea pia vifaa ambavyo sasa pamoja sasa na kupata experience kwa madaktari wetu sasa hivi, e, huduma e, hii itakuwa endelevu. Kwa ko nitoe wito tu kwa wananchi kwamba matibabu sasa haya bora kabisa ya upasuaji wa matundu madogo ya vifundo e, vya miguu pamoja na magoti yataendelea kutolewa hapa kwa hiyo watapata matibabu haya bora, lakini kwa kuokoa gharama ambazo wangeenda nje ya nchi na pengine wangesafiri mbali mrefu kuzifuata zile ambazo angalau zinapatikana Dar es Salaam. My name is Gail Stroschein. I'm the president of the Hope Ministries. I've been coming to uh, Bugando and collaborating with them since 2004. One of my goals when I started was is to do uh,